nasikia hata kaa juu tu ya kuongea na naye, nitamwambia aje sasa? Sinakwambia nitaongea naye na naye mwambia aje, utaanza oh, aje kuanza tu ndo kazi ngumu. mwenyewe ni nani? Don't worry. I'm here for you. This man! Sinakwambia ntaongea naye nini, kujiweka pressure.

Watoto wengine sasa hivi kwa stage wana wanaanda diamonds wanaepanda magari warudi shule. Na huyu na yeye naona tu ameketi hapo nilimwacha asubuhi ameketi na hata sasa sijaona akinipita anaenda shule. Yesu! Nini shida yake? Hata mimi sijui sasa mimi baba na alikuwa sijui. Hebu enda uone nini shida yake Mama Jani. Sitaki mchezo. Na huyo msichana akicheza na mimi nitamkatakata. Ni mtoto wangu. Nitamkatakata hivi, hebu enda wa... kwanza uone shinda Ayu yake kusalimia kutoka. Kutoka kuna, kutoka. kuna shinda yako na shinda, enda uone nini shinda yake fanya eh, hivyo uone shinda yake, namenyamaza hivi, ni nini, una sita sita hebu niambie, hujanisalimia toka jana. Unakaa una furani nini? mshana wangu nam nini ana nashinde kuongea mwenye sai. Baba babake anateta, anasema jarudi shule. Sai ni saa ngapi? Ay, mi hata sielewi nini shida, njoo hata hataki kuniambia. Sasa nitajua aje mimi, mi ni mama yake, hataki kuniambia. And by the way ma, nambona hajarudi shule mpaka sahii, muulize. Sijui, hataki kuniongelesha. Sister, what is the problem? Sina sina kuambia ni nikuwa peke yangu na babako saa hii anateta, anasema mtoto jarundi shule sahii, mashinda zote zimeniangukia mimi. Mamako, mbona ukasa kuniambia uko mgonjwa? na wapi na ujaniambia, nikupeleka hospitali hatinakuan usiku a, hukukula kwa nyumba. Nakwambia, ntakuambia ukuwa peke yako, mi nachoka. Unaniambia ni kwa peke yangu, babako saa hii anangoja ah! ah! ah! ah, njivunaa I mean, kuambia babako Nimeongea na yeye, usikia akona. Akona nini? Akona mimba zake, sio alitoa wapi?